Mario. Njema za kwako. Salama, karibu sana karibu tena katika kipindi chetu. Asante na shukuru. The weekend. Salama kabisa. Aho, nataka tuongelee kuhusu migogoro katika familia hizi za kambo, lakini uh, sheria inasemaje pia kuhusu uh, familia hizi? Fikiri kumekuwa na ongezeko la migogoro juu ya familia hizi labda kwa kutokuelewa mipaka, lakini pia watu kutokuwa na uelewa mkubwa kuhusu namna ya kuziendesha familia hizi. Na moja kati ya mgogoro ambao umekuwa umekuwa ni mkubwa ni namna ambavyo ah, kunakuwa na mabadiliko ya taratibu za hizi familia. Unakuta mtoto ametoka kwenye nyumba hii ambapo kila wikendi walikuwa wanatoka, alafu ameingia kwenye familia hii ambapo hakuna, hakuna kutoka. Sasa wezaje tunawezaje kutuliza huu mgogoro yani, namna gani tunavyoweza kutoka kwenye mfumo huu kwenda kwenye mfumo huu wa maisha? mtoto achagu, mtoto hatakiwi kuchagua namna ambavyo anatakiwa kulelewa, mm -hmm. bali wazazi ndo wanachagua ni namna gani watamlea mtoto, okay. na kwenye haya malezi tukiongelea hizi blended family Mm -hmm. kwa maana ya malezi ya kambo sisi kwa kiswahili chetu chepesi ni mm -hmm. kuna maana umeuliza ishu ya sheria mm -hmm. kuna mara mbili kuna ile ya jamii yenyewe kwa kwenye mfumo wa, wa jamii kawaida mm -hmm. kwa hiyo jamii wenyewe labda mke ameolewa na watotu wengine ama baba umemkuta na watoto vitu kama hivyo mm -hmm. lakini kuna ile ya kisheria ambayo iko hmm, chini ya kanuni ya malezi ya kambo ambapo, mm, mke na mume wanaweza wakaamua kwenda kutafuta mtoto ili wamlee kwa malezi ya kambo hmm. Kwa hiyo hii sasa ina utaratibu wake, uko ustawi wa jamii, na wao ndo wanajua utaratibu. Kuna utaratibu watakupa, utaenda kumlea mtoto chini ya malezi ya kambo, kwamba sio mtoto wako, lakini anajulikana ni mtoto wa fulani, ama kuna mahali alitoka nyinyi mnamlea kama mtoto wa kambo kwa kufuata sheria kanuni ambazo zipo. Wakati huo ah, pia hata kwenye hiyo kanuni ya malezi ya kambo hawajasema huyu mtoto umlee hivi umruhusu hivi. Ina maana ukishamchukua unaaminiwa kwamba wewe utaenda kumlea katika yale mazingira ambayo yanahitajika, kwa sababu kuna vigezo vya kupewa huyu mtoto kwa hiyo inaaminika kwamba wewe utaenda kumlea katika mazingira ambayo wewe mwenyewe unayatamfaa ya mtoto kuwa mtu bora baadaye. Kwa hiyo hata kwenye hizi familia ambazo sisi wenyewe tunajikuta tumeshakuwa wazazi wa kambo ama walezi wa kambo, maana yake kwamba unatarajiwa kumlea mtoto katika malezi yale yale ambayo wewe unafikiria kwamba ni malezi sahihi ambayo atamfanya huyu mtoto hawe mtu mzima ambaye anajielewa anajitambua lakini mwenye manufaa kwake yeye kwenye jamii, lakini na taifa lake kwa ujumla. Kwa hiyo mtindo ama mfumo wa malezi ni kulingana na familia ambayo inamlea na imetofautiana. Ninavyolea mimi watoto wangu ni tofauti na wewe unavyolea watoto wako. mm -hmm. Uh, kuna familia ambayo wao ndo kama hivyo wanavyosema kutoka si watenda hapa, wana zile famili wanaitana wanafanya mikutano ya ukoo mikutano ya familia. Kuna familia zingine wana mikutano yao kwao kwa wao kwenye familia. kuna familia mm, zingine wanatoka vikao vya nje, wanaenda kula nje kila weekend, lakini kuna familia zingine ambazo wao weekend ni siku ya ibada tu. Kuna familia zingine ambazo hawaruhusiwi hata kutoka hata kwenda kwa jirani. Kwa hiyo ni, ni marezi tofauti tofauti ambayo tunayo kwenye familia zetu. Kwa hiyo hakuna sheria inayosema mtoto afanye hiki asifanye hiki. Sheria yenyewe imetaja malezi ya ujumla, mtoto ana haki na mtoto ana wajibu, kwa imetaja haki za mtoto, malezi bora, kusoma, elimu, kula, kushiba, kucheza, hmm, ni haki za mtoto. Lakini mtoto pia ana wajibu wake kwa mzazi, kutii, kuheshimu, kufuata maelekezo. Kwa hiyo ni katika sheria na, na, na katika haki na wajibu ndo zinatengeneza sasa huyu mtoto ni mtoto wa aina gani, lakini kuendana na mfumo wa familia ambao wao wameuweka ya yeah. Hatuna hatuna mipaka ya kwamba okay, mimi na wewe tulikuwa tunaishi kwenye jumba la kifahari kwa hiyo tumeachana. Mm. bado unahitaji ku maintain ile lifestyle ambayo tuliokuwa tunaishi nayo. Sasa wewe unajikuta huyu mama pengine ametoka kwa labda ameachana na mwanaume mmoja. Mm. Kwanza kwa ujumla wake ni watu wakiachana Tuseme kwa upande wa talaka mm. Upande wa talaka mara nyingi ni watu wakiachana, mali zinauzwa sababu okay. Hamna mali ya watoto, kuna mali ya wanandoa mm. Kwa hiyo nyumba hata kama ni ya kifahari namna gani mara mm-hmm. nyingi inauzwa, kwa hiyo kiuzwa kile kilichogawanwa pengine mtu ndo anaenda kutengeneza maisha yake. Kwayo, ghorofa tano, kwa hiyo kama ameuza ghorofa labda milioni 500, sitakuwa 250, labda 200, anatafuta mm. nyumba ya kawaida ya chini. Kwa hiyo sheria inaweza kusema lazima aishi kwenye ghorofa? Hapana, lakini lazima atapata yale mahitaji yake ya msingi, atakula, atakunywa, atalala sehemu salama na ataishi kwenye mazingira ambayo ni salama. Hicho ndicho sheria mm -hmm. inacholazimisha. Ataendelea kwenda shule kama alivyokuwa anaenda shule, usimchukue alafu kamweka mtoto ndani. Unataka ma, kutuambia kwamba hatupaswi uh, wakati mtoto anapokuja kwangu mimi kama mzazi wa kufikia ametoka kwa mzazi mm -hmm. wake ambaye ni mzazi wa asilia si, ni, mm -hmm. ninapaswa au sipaswi kuzingatia ile lifestyle ambayo yeye alikuwa na, ana, anaishi kwa wakati huo? Sio muhimu kwa wakati huo, kwanza. Ngoja kwanza, ngoja nikusaidie wewe na, na, na, na watazamaji wetu mm changamoto kubwa huwa haipo kwenye lifestyle ya, ya kuhusu sijui chakula, kusoma. Unajua, mtu unaweza kutaka kumhamisha shule, hata sigundue kwamba hii shule ndio niamisha ni mbaya. mm. changamoto kubwa huwa ipo kwenye kazi, huwa ipo kwenye kazi, yani mahali alipotoka alikuwa anapewa mm. muda mwingi wa kucheza, labda muda mwingi wa kuangalia TV, yani labda mm. TV ana, ana access ya TV mm. kwa sababu kuna nyumba yani kuna, kuna mfumo, kuna watu wanaendesha maisha yao kwenye mfumo ambao watoto waangaliagi tv na wakiangalia, kuna vipindi maalum vya kuangalia, hawaangalii mm. -hmm. chochote. Kwahio mtoto anaeza katoka familia ambayo yeye hata wazazi awamuulizi kwamba leo umeangalia nini ama umezima tv saa ngapi. Mm. -hmm. Kwao ukiletewa huyo mtoto kama mtoto wa kambo, lazima asumbue. no, okay. Kwa sababu yeye ajui kama huwa kuna restrictions kwenye mm -hmm. kuangalia tv kwa mm. kwahiyo -hmm. yeye lile jambo la usiangalie, utaangalia tv Jumamosi maana mm. yake yeye kwake atalichukulia kama adhabu. Adhabu, yes. Lakini kama huwa tunaamka kabla hatujafanya shughuli zingine zote, tukiamka kila mmoja lazima afanye shughuli moja wa. Kuna familia Mm. zingine zina utaratibu huu kwamba mtoto kuanzia miaka labda mitano tunapoamka wote, huyu atashika fagio atafagia uwanja, huyu atafagia sijui maliwatoni, huyu atafagia huku, kulingana na umri wa mtoto Mwingine hata na mswaki kabisa na ana, anasafisha meno. Lakini mwingine ni kupiga mswaki kusafisha meno, amaliza anaoga, anamaliza anachukua remote anaingia kwenye TV. Ama anachukua iPad yake anaanza kucheza. Hata mwingine ni mtoto, mtoto mkubwa mkubwa ana miaka 15, 16 lakini afanye kazi ya nyumbani. Labda familia aliyotoka hamna mfumo wa kula chakula. Huku kwetu, chakula tunakula tani moja. Watu wote tunakaa tunazunguka sahani tunachukua chakula mboli. Kwa hiyo yeah, hatutalingana na wale ambao wanakula kila mmoja sahani yake mm, japo tumekaa sehemu moja, na hatuwezi kulingana na yule mtu ambaye unafika muda wa chakula, chakula kinaikwa mezani, kila mmoja anachukua chakula anaenda kula anapopataka yeye, wachumbani, wachumbani wakula naangalia TV sawa, wakulia nje huko kwenye bustani sawa. Kwa hiyo utakuta kuna tofauti kati ya hiyo. Kwa hiyo huyu ambaye ametoka kwenye familia ambayo wanakulaga muda wowote popote, yanakula akienda kwenye familia ambayo tunakula sahani moja kwa wakati mmoja, kikiisha kimeisha, hakuna naiba kishiwa. Ataona anateseka na ndo hapo okay. Itakuanza mama wa kambo, baba wa kambo ni, okay. ni kwa sababu mimi sio mama yake, sio mama yangu, ni kwa sababu sio baba yangu. Yani itaanzia hapo, kama watu naamka asubuhi lazima uwasalimie ugonge mlango, baba shikamo, mama shikamo, yaje azoea hivyo. Yeye anaamka anaondoka mtajuana jioni mkirudi, na jioni akikuta mm. watu hawapo pale sebuleni, wamelala yana pita nyingine chumbani kwake. Kwa hiyo unakuta familia hata wiki hawajawahi kuonana mm. -hmm. Akiingia kwenye familia ambayo lazima usalimie, lazima ujue watu wameshindaje, kwa hiyo sadauni mm. -hmm. nateseka, kwa hiyo vita itaanzia hapa. Kwa hiyo umuhimu ni kabla hata amja amja am, yani ile kitu cha kwanza kabisa baada ya makubaliano kwamba huyu sasa tunakaa naye. Ni mkut- ni, unasema ni mkutano ni, ni, ni namna ya kukaa naye kumweleza mm. sheria zenu, lakini pia okay, mnampa muda. Yani sio kama naweza mkasema leo kitafanyika halafu na leo kikafanyika, kwa sababu mm. umri wa mtoto kushika vitu ni, ni mwaka sufuri mpaka kumi na nne kwa hiyo mm. pale anakuwa anajifunza, so, unamleta zaidi ya kumi na nne ama labda miaka saba miaka tisa Kwa hiyo tayari ana namna ya alivyokaa kule tangu mwaka sufuri mpaka miaka saba. Yeah. Sasa so, unamuondoa kule kumuweka wewe kwenye utaratibu wako, haiwezi kutokea siku moja, kwa lazima umpe muda, kitu ambacho mara nyingi changamoto zinatokea kwa sababu wazazi hasa wa kambo hawawapi muda, muda wa kujifunza taratibu taratibu, mna haraka, lakini pale pale usi, usi, usisahau kwamba tuna wanafunzi wa aina tatu. Tuna mtu ambaye anajifunza haraka sana kwa haraka, kuna anayejifunza taratibu, na kuna anayejifunza kidogo hata haelewi mpaka, yani ichukue muda, na kila mmoja na utaratibu wake wa kumfundisha. Kwa hiyo wakati wana, unampa nafasi ya kumwelewa wakati anachokifanya, lakini kumpa hmm, muda, lakini kuangalia huyu kama anafanya kusudi ama afanye kusudi, kwa sababu vitu vyake mwenyewe yeye anachelewa kuvielewa. Kwa hiyo shida ya wazazi wa kambo kubwa ni haraka lakini mawasiliano sahihi huoni ah, yep. Wenzako wanavyofanya, yeye sasa ajifunzi kwa kuona, yeye anajifunza kwa sababu nyie mmemwambia, lakini atai kwa sababu amekuta wenzake wanafanya na yeye afanye humo humo. Ni ngumu, tuna kazi, nahitaji subra na, na uvumilivu mkubwa, hekima muhimu zaidi <laughs> Okay. Huu uh, ni mgogoro wa kwanza kati ya, ya inayokumba familia hizi za kambo, lakini tumekuwa na mgogoro mm, wa pili ambao kwa takwimu inaonyesha kwamba asilimia sitini na tano ya familia huvunjika kwa sababu ya huu mgogoro mm, na huo ni mgogoro wa uchumi, fedha kwenye hizi familia mm, um, tumekuwa kwamba sasa tumesha, tumeungana sisi, tunataka kufanya familia yetu moja. Wewe una watoto watatu, mimi na wawili Alafu tukaongeza wawili kwa hiyo ni familia ambayo ni kubwa. Inapotokea sasa <laughs> familia hii ina ina inaungana, namna gani tunaweza kufanya ma, maisha yetu ya kifedha yakawa rahisi? Je, kwanza ni kuhusu mali uchumaji wa mali tunazifanyaje? ah, cha pili ni kuhusu ule urithi kwamba, ah, kwangu atarithi shamba ambalo nimekuja nalo, wa kwake atarithi um, majembe ambayo yuko nayo alafu hawa sasa, sisi wakweto ambao tumewaleta watarifi, uh, labda gari ambalo tuko nalo, hiyo hapo inakuwaje? Lakini ya tatu ni namna ambavyo tunaingiza kipato. Je, mwenye watoto wengi anapaswa kuleta vingi zaidi na mwenye wachache anapaswa kuleta uh, kidogo zaidi? Lakini ya mwisho ni kwamba pia gharama za malezi, kuna ambaye atakaye kuja watoto wake wana special needs. Kwamba kuna ambao wana allergy, kuna ambao uh, aina fulani ya chakula hawali, lakini kuna huyu ambaye mtoto wake labda anahitaji tuition, anahitaji ana, ana, ana anahitaji elimu uh, anahitaji elimu, sijajua kama ni elimu zaidi au anahitaji muda zaidi katika masomo yake. Yani tunafanyaje hapo kwenye swala la fedha, kwenye sisi familia ambazo ni... nee amwezi ku, kujiandaa kuwa na watoto na imekuwa ni eneo lenye mgogoro kweli kwa sababu mm. Mtu anaweza akasema utakuja na watoto wako kwa sababu tu anakupenda yani mm. Overlove yani, utakuja tu yeah, lakini yeah. Ni kitu ambacho hajakaa kutafakari, sio jambo la kukubali tu. Ndio maana nikiongea na wao wanasema mimi si mwanamke mwenye mtoto, mimi nawaelewa. Sio mwanamke mwenye mtoto kabisa, mimi nawaelewa kwa sababu hayuko tayari kubeba hayo majukumu yani kubeba mtoto ambaye sio wa kwako, kama wako, ukamhudumia mm. ukamsomesha na urithi ukampa. Kwa sababu tunapoongelea hii ya namba mbili unayoongelea ya urithi, eneo lingine mm. la mgogoro ni, ni, ni vile, kwa sababu urithi kwa kawaida, si mnakaa mnapanga mm. kwamba tutafanyaje. Kuna familia yes. zingine ambazo labda wanapanga wanawa, wanandoa kwamba a, mimi nikifariki, mali yote inaamia kwako. Alafu mm. wewe mke ama mume, yani atakayeanza mali inabaki kwa anayebaki. Yani yes. atakayetoa urithi ni yule anayebaki. Mhm. Kwa hakuandikwi urithi kabisa pale kwamba kuna wosia ya mmoja, wosia unaobaki ni huo. Kwamba vyote ni vya mke wangu ama vyote ni vya mume wangu kwa sababu yule anaanza yupo. Alafu mm. yeye sasa atakayebaki ndo atajua ampe nani ampe nani. Sasa tunapokuja mm. kwenye hizi blended families hawa watu labda ni, ni watoto sio wa kwako, maana yake wana baba yake sehemu nyingine au wana mama yao sehemu nyingine. Hii je, huyu kama atakaye baki sio baba yao atawapa, na kama naye baki sio mama yao atawapa. Lakini siku huyu kaona, anapofariki tu yule ambaye labda ni mama yao ama ni baba yao, wale mm -hmm. kule sasa ambao ndo wazazi kamili wa huyu, kama ni mama yuko kule ama ni baba yuko kule, la kwamba ni lazima kwa wazazi wote wawe wamekaa na wamekubaliana kwenye ishu ya urithi itakuwaje. Kwahiyo kama wanafamilia nyingine ambayo ipo kule, aelewe kwamba u baba yake yuko kule na mama yake yuko kule, maana yake utakuwa unawaruhusu pia kwenda kusalimia, kuwafahamu mm, ndugu zake wa upande wa pili. Lazima kuwepo na hiyo ruksa uh, uh, uh. Lakini tukisema mm, kwenye uchumi watalelewaje? Lazima mwe mnawajua, familia ya watu sita, tunaiweza kwa nini badala ya kuwang'ang'ania tukawaacha watoto wakakaa na baba yake? Kwa nini baada ya kukaa nao sisi wakati tunaona maisha ni magumu wakisikae na mama yao, kama mama yao anajiweza? Kwa sababu sio lazima pia uji, uji, ukae na watu ambao wewe huna uwezo nao. Kwa hiyo ni vitu vya kukaa tu mkajadili, lakini tukija kwenye ishu ya gharama natoa nani ni hmm, makubaliano. Kwa hiyo kwa ujumla wake hivi vitu vinaitwa vinafaa kwa makubaliano. Gharama za malezi okay, ni kubwa na zimekuwa ni eneo la ugomvi sana. Miezi kama hii iliyopita, mwezi wa kwanza, mwezi wa kumi na mbili, hizi blended mm hizi -hmm. families zinapata shida mno, hasa kama hakuna maelewano. Unapotokea migogoro mingi kwa sababu si gharama mm -hmm. ni nyingi uh, issue za sikukuu, kuna issue za daada da, da za shule. Kwa hiyo unajikuta mtu anaanza kufikiri usiani baba yake yuko anakula bata huko huyu si ana mama yake huyo? Si angeweza kumtunza tu? Sisi tunapata mzigo uh, wa kwetu sisi wote peke yake. Lakini ni ngumu pia ukaamua kuwapeleka watoto wachache wa sehemu ya kulipia shule za kulipia, halafu hao wengine ukawapeleka shule za kawaida, hiyo nayo pia ni eneo Tana. la mgogoro. Kwa mfano, unajikuta baba huyu ambaye huyu ndo mke ambaye amekuja na watoto anaishi ana naye, amekuja na watoto labda tuseme watatu amekuja na yeye anaendelea kupata wengine, lakini ana wengine labda amewakutia pia. Sasa huyu baba kusema ataweza watoto wote saba shule za kulipia inakuwa ni ngumu. Lakini pia huwa nashindwa kujua na huwa ninashauri uh, mimi sioni shida kama hawezi, alafu wa wakabaki tu shule za kawaida, japo ni ngumu hawa wakaamka asubuhi wakapanda school bus alafu hawa wakachukua mm, uh, kidumda mpagio kwenda shuleni kuna namna ambavyo inakuwa haipendeza. Hmm, ileti picha, lakini pia inakuwa ni ngumu kwa maisha yetu sisi, watu watasema hmm, na nini na mambo yatakuwa ni mengi, lakini eneo la la kipato na migogoro ya gharama inakuwa hmm, ni mikubwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu na huwa ninatoa rai kwamba tuna unaishi kulingana na wewe ambavyo una, unaweza kuishi yani, ukiwaleta ukiwa usitaki kuwaingiza kwenye maisha ya hawa, kwa sababu hawa wana baba yao na hawa wana mama yao. Kwa hiyo una uwezo wa kuzungumza na watoto wenyewe wakakuelewa, sababu watoto pia ni waelewa, lakini pia una uwezo wa kuzungumza pia na mwenza wako kakuelewa, kwamba mimi nina, nina, ninaona hawa waendelee na ruti ambayo walikuwa wanaitumia kawaida, alafu na hawa waendelee na ruti yao, kama, kama kipato kitakuwa kina changamoto, lakini kama kipato kiko sawa nawaingiza wote alafu mnaendelea na na, na, na, na, na mchakato wa marevi, japo inahitaji subira na inahitaji hekima kweli kabisa, lakini pia piawee, yeah, wanasema kwamba ukiwa una uwezo unaweza ukatafuta uka mtaalamu wa uchumi akaweka hiyo hiyo standard kwamba, okay, sasa kutoka kwenye familia ya watu wanne ni familia ya watu saba, mnahitajika kuwa na kipato cha aina hii, mnahitajika kuspendi namna hii ambapo itasaidia pia kuondoa migogoro ambayo uh, sio ya muhimu na sio ya lazima. Lakini pia uh, kwenye, kwenye, kwenye familia hizi tunakumbana pia, kuna watoto sasa wanakuwa wana, wana na hisia tofauti, na hapo kunapoibuka migogoro mingi ya undugu. Kuna huyu ambaye ametoka huku, kuna huyu ambaye ametoka huku, huyu ambaye hakuwa na kaka la dada labda amekuja amekutana na kaka na dada anatakiwa anatakiwa kupenda, anatakiwa kuheshimu. Namna gani ambavyo sasa tunaweza tukawafanya watoto wetu wakajisikia salama, lakini pia tukawa tunaondoa hii migogoro ya ndani kwamba wewe usimpige kaka yako, wewe mwache mdogo yako. Kunakuwa na purukushani nyingi sana huku uh, ndani. Baada ya kuwachanganya hawa watoto wetu, namna gani tunaweza tukakaa tuka na tukaweza kufanya watoto wetu wote wakajisikia uh, sawa wakajisikia salama lakini wakajisikia kupendwa. Kwanza mahusiano ya kwenu nyinyi wawili, mahusiano baina ya mke na mume ambao ndo baba na mama, mahusiano mm. yenu nyinyi yanaweza yakafanya hawa watoto wasiwe na tofauti kabisa, kwa sababu okay. nyinyi mnaongea lugha moja ya kwa sababu mnaongea lugha moja, wanachosema baba ndo anachosema mama, anachosema mama ndo anachosema baba. Kwao oh, hawawezi mm. kwenda tofauti yani, hakuna mtoto wa kwenda kushtaki kwa yeyote ila akija popote anapata msaada lakini, mm -hmm. pia wao wenyewe kuwaeleza mara kwa mara kwamba nyinyi hamna tofauti, na mkawaonyesha kwamba nyinyi hamna tofauti. Kusiwepo mtu ambaye anawaambia chochote, ama anawakumbusha huko walikotoka, ama anawaambia yani, anayeweza kuwabagua kuonekana kwamba nyinyi ndio mnastahili, yani hapa nyinyi ndio mnastahili, hawa wamekuja tu, yani ni wa mm -hmm. ni migrants mm -hmm. yani wanapita, mama akiondoka watakuwa hawapo tena. Kwa hiyo, yes, wakijua wa kwamba kumbe kuna watu wamekuja alafu kumbe wanaweza kuondoka pia. Kwa sababu kama mm. baba yetu aliondoka ama kama mama yetu ali vyote vile. Na wao wanaweza akapita. Kwa hiyo mm. wasipo ma mama wasipokuwepo hapa nao hawawezi kuwepo. Maana kwamba visa vyote ni yani watamchukia mama pamoja na watoto wengine. Okay. Wanaamini kwamba wakitifua tifu kwa namna yoyote mama ataondoka na, na watoto wake wataondoka watabaki na amani. Hakuna asiyejua asiyejua uh, uhuru na na, na, na, faida za familia yenye watu wachache yes. Yaani, familia za watu wengi ni za kutafuta faida, zipo lakini hazionekani haraka haraka kwa sababu rasilimali mara nyingi hazitoshi. Kwa hiyo mm. linapokuja swala la rasilimali, watu wana binadamu, si ni wabinafsi. Hakuna asiyependa kula vizuri, asiyependa kuvaa vizuri, asiyependa kusoma kuishi vizuri, amna asiyetaka hii. Kwa hiyo linapotokea jambo linapotokea kwenye hizi familia, muhimu ni wazazi wao kwanza wawe kitu kimoja na wa, wa, waambiane kabisa kwamba watoto lazima wajue kwamba hakuna fulani na hakuna fulani, wote tunawaweka kwenye fungu moja. Faida ya wote ni faida ya mmoja, ni faida ya wote kuna, kama ambavyo ungeweza kuwa train watoto wa, watoto wa mama mmoja, baba mmoja na hawa ndivyo wanavyowa train pia. Kwa hiyo na watrain hivyo, kila siku kila siku, mwisho wa siku, kama nyinyi hamna tofauti, na wataona ah, ni kawaida ni kawaida ila kukiwepo sasa na ugomvi, hawawezi kuelewa na maana, kila mtoto atachagua timu, atuchagua mama, atajua, mama anaonewa mama anafanya hivi na huyu natasema baba ameonewa kwayo, na kwa hiyo nyinyi wazazi mna timu na watoto wana timu, kwa kutakuwa na timu mbili kwenye nyumba moja. Wazazi, wazazi ni, ni, ni foundation ya hizi familia muhimu ni msingi tu, kuweka msingi ambao ukubali alafu kutokubali hizi familia kimhemko, kwamba ah, tunampenda tu. Yaani usikubali kwa sababu unampenda utakuwa umekosea wao pia na ukiwakosea wao, yes. Utakuwa umekosea mimi pia. Kwa hiyo changamoto iliyoko kwenye hizi familia ni tofauti na zile familia zingine. Akikwambia, kwa hiyo tunavyosema, ngoja niondoke nikapumzike, uwezi kupumzika pika, inabidi ubebe watoto wako watatu kwa sababu huwezi kuacha watoto wako ambao hawazaliwi pale ukasema, huyu kanichosha, yes. Mimi naondoka. <laughs> na mimi wabebe wote, uondoke nao. Kwa hiyo sio, sio kitu ambacho ni chepesi, lazima unapotaka kukiamua huo umetuliza akili yako hmm. Na, kuna, kuna msemo mmoja wanasema, usipokuwa makini juu ya familia hizi unaweza ukaa huko ofisini, alafu mume wako anakupigia anakwambia, mtoto wako kampiga mtoto wangu, alafu watoto wetu ndo wameamua, kunakuwa na matabaka <laughs> <kunakuwa na matabaka laughs> ya aina hiyo ah. Ah. Ni, kuna, kuna kuna kanuni ya malezi ya kambo ni sheria sheria zinazolinda watoto. Sheria ya mtoto ya mwaka elfu mbili kumi na tisa kama ambavyo imefanyiwa marejeo, inaongelea ina haki ya mtoto, mtoto abaguliwi, na ndio maana uh, mahakama ilishaweka wazi zamani ilikuwa hamna mtoto wa nje kwenye habari za mirathi, inapokuja mirathi ya Unaona, huyu mtoto ni ilikuwa ndoa ya Kristo hamna mtoto wa nje, hiyo ilishatoka. Hakuna mtoto wa nje, hakuna ubaguzi kwenye habari za mtoto. Kwa hiyo sheria ya mtoto ambayo tunaitumia Tanzania imeongelea vizuri, lakini kuna kanuni ya malezi ya kambo ambayo imetengenezwa kutoka kwenye hmm, sheria hiyo ya mtoto ambayo pia ina inaeleza vizuri sana malezi ya kambo yaweje weje, nini kifanyike, namna ambavyo wazazi wanatakiwa kuishi ama ambavyo wanaishi, wana kabla hawajapewa mtoto wanaishi. Kwa hiyo hata sisi ambao sisi wenyewe tuna tunajichagulia tuna wenyewe kuwa walezi wa kambo kwa hiari wenyewe na tunajichukulia wenyewe bila kufuata sheria ambazo zinatakiwa, kwa maana kwamba unaamua tu labda unaolewa unaenda na watoto, ama unaamua kukaa kuolewa na mume ambaye ana watoto tayari, na maana umechagua namna hiyo kwenda kuwa mlezi wa kambo. Unatakiwa unajua mm. vizuri sana kwamba mlezi, mlezi wa kambo anatakiwa kuwa oh. kwa sababu e, sio kila mtu anayaweza malezi ya kambo . Sio kila mtu anaweza ah. Mtu ambaye ana asili ya ubaguzi, mtu ambaye ah. ana asili ya umimi, mtu ah. binafsi, malezi ya kambo hayawezi. Mtu ambaye anapenda vyakwake vyakwake tu, malezi ya kambo hayawezi, kwa sababu yale yanakulazimisha wewe Um, umpende mtu ambaye hauna uhusiano naye, halafu umpende kama mtoto wako, yaani mtu ambaye kiukweli sio mtoto wako mm, lakini umpende na umtunze na umheshimu na ufuate kanuni zote za mtoto wako, wakati sio wakwako. Kwa hiyo mtu binafsi, mtu binafsi hawezi hiyo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye hata ukimwona huyu unaona, hata wanaume wenyewe ama hata wanawake wenyewe, wanaoolewa wanaokubali kuolewa watoto wa kambo kuna kesi moja niwahi kukutana na dada mmoja, walikuwa wanagombania hiyo baba na, ameenda amezaa watoto wake nje akawaleta. Yule mama tukanashangaa, kwa nini mama analazimisha talaka? Tunajua kuna ile kuna, kuna ya kwamba hapana. Ah, kitu kidogo tu yani, watu wanamshauri ni kitu kidogo. Hapana, kinawezekana kikawa kitu kidogo kwako, mimi sijioni kulea mtoto wa mtu yani, sijioni. Kwa hiyo mimi kwa sababu sijioni, kwa nini nilazimishe? Mwisho wa siku nije niwapige niwaue nifungwe, ni ya nini nilazimisha hayo yote? Kwa sababu yakaleta watoto mimi yakwangu kwangu nayo nifaa tarak. Ni taraka sitaki kujua sui kazini kanini, ah, ni, mimi uwezo ninaoukosa kukaa na mtoto asiye kwa kwangu alafu nkamwita kwangu, kwa mimi nkamwelewa nkasema, ni bora mtu useme kuliko baadaye unakuja kitu amekosa amechelewa ame, ame kuleta nani chumvi unachukua ule mchi wa kutwangia ugari kabisa, unga ndo, <laughs> unampiga nao. <Nona> <laughs> maana asira ni nyingi kuliko maelezo. Kwa hiyo ni muhimu ujipime pia uwezo wa kulea watu. na sheria imesema, lazima uwe na uwezo wa kulea watu. kama una uwezo wa kumuita mtoto ambaye sio wakwako ukamuita wakwako, basi unaachana nayo tu, hiyo ndo njia nyepesi lasi hivyo utalazimisha kwenye jamii kuendelea kuwepo migogoro lakini Uh, unyanyasaji kwa watoto pia. Watoto wa kambo, mimi ni mtoto wa kambo, ni kwa hiyo, najua, tu wa kambo nimewahi kulelewa wa kambo kwa hiyo najua yani ukinitajia tu wanaelewa kile mtiti wake yani. Kwa hiyo uwezi unasema yani usipende kwa sababu usipende kwa sababu nampenda baba yao. Ukajua ndo utaweza kulea watoto wa. Nakupenda wewe lakini watoto wako waache kwa mama yao ama nakupenda wewe lakini watoto wako, wangu mmoja, niwatafutie pa kukaa kwanza, nipe muda, vitu kama hivyo okay. k Uh, leo nimejifunza kitu kipya kwamba kuna sifa za, mam, za kuwa mama au baba wa kambo sikuwahi kujua yeah. Hili sana na hii inanipa, uh, inanipa nafasi nyingine ya kutafuta episodi nyingine ya sifa za baba au za mama wa kambo, lakini pia inanipa uh, uh, na, na, na, inanipa pia Kutamani pia kujua kwamba sifa za f... pia kutamani kujua sifa za familia hizi za kambo. Nadhani itakuwa ni episode ya wiki ijayo, Mario. Ah, okay, sawa tutafanya wiki. Nashukuru sana Mariam, asante kwa kuwa na mimi lakini asante kwa kutuelimisha, um, nafikiri tutakutana wiki ijayo kwenye episode ya sifa za kuwa mama au baba wa kambo, lakini pia sifa za familia hizi za kambo. Nashukuru sana Mariam, asante sana na uwe na mchana mwema. Asante na kwako pia.